Waovu hutafuta watu wa kurithi uovu wao. Waovu siku zote hutafuta watu wa kurithi uovu wao. Kwa nini watu wa kheri wasikimbie na kutoa juhudi za kuhakiki kheri zao zinarithiwa, na wasichukue juhudi kubwa za kuhakikisha kheri hazifi, kheri zinasonga mbele ikiwa watu waovu wamona mwili umedhoofika, hapa, umri umekwenda, muda wote nitakufa nitafute mrithi, na sisi tuna wajibu wa kutafuta warithi, bali tuna wajibu wa kuandaa mazingira haya tunayoyafanya, haya ambayo ni kheri, na tunamwomba Allah tukubalie, yawe na warithi, yaendelee, waandaliwe vijana wa kuweza kuzisimamia hizi marakizi. Kwa hiyo hii nukta ina ujumbe pande mbili, ujumbe kwa vijana, wawe na nadharia ya kurithi mambo ya kheri, kwa wao kujipamba na kheri, qaulan wafiila, ili wale wasimamizi wakang, hawa vijana hawa wana mwonekano wa kheri, ao micheni fulani, huyu fulani mpeni jukumu fulani, anaweza kalibeba, fulani apewe jukumu fulani anaweza akalibeba. Huu ni upande wa kwanza. Kwa hiyo vijana wa, wasiwe hovyohovyo hawaeleweki, mpaka wale wenye majukumu ava sasa, hili jukumu nampa nani? Sasa hapa kila kiangalia mwanzo mwisho, haoni kibinadamu, hiyo badhi anajua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima vijana wajitowe katika nyanja zote nyanja zote na waonyeshe juhudi. Lakini upande wa pili ni wale wasimamizi wa mambo, wasiyakusanye yote kwa wao. Ikiwa wapo watu wa kuweza kuwashika mikono, washike mikono na wa, wawaeleze kwamba hili linapelekwa hivi, hili linapelekwa hivi, hili linapelekwa hivi, hili linapelekwa hivi. hivi kuna leo na kesho, wasema Swahili eh? Itokee okay, kulegalega, lakini jambo lisimame kwa sababu mwangaza upo na njia ya kupita.